Baada ya hapo mama akishapata ujauzito, um, katika ukuaji wa mtoto tumboni au ukuaji wa ule ujauzito huwa kuna um, uh, ule ujauzito huwa umegawanyika katika uh, semi, uh, trimester tatu. Kwa kitaalamu tunaita trimester uh, imegawanyika mara tatu uh, kuna miezi mitatu ya kwanza, kuna miezi mitatu ya pili na kuna miezi mitatu ya mwishoni. Hizi miezi au huu mgawanyiko wa miezi mitatu mitatu ni muhimu sana, uh, kwa afya ya mtoto kwa sababu huwa kuna mambo mbalimbali mbali ambayo yanaendelea katika ukuaji wa mtoto. Na hivyo kuna mambo ambayo mama anapaswa kuepuka na kuna mambo ambayo mama anapaswa kufanya. Kwa mfano, mama anavyokuwa amepata ujauzito um, huwa anashauriwa aanze kliniki uh, ya wajawazito mara moja tu anapokuwa amegundua kwamba ni mjamzito. Akianza kliniki pale, kliniki huwa kuna vipimo mbalimbali mbali ambavyo huwa anape, ana, anafanyiwa. Kuna vipimo kama vile wingi wa damu, atapimwa HIV atapimwa kaswende, atapimwa wingi wa damu. Kwa hiyo kuna vipimo mbalimbali mbali ambavyo huwa vinafanyika, na vipimo hivi vyote ni muhimu sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto aliyeko tumboni atakuwa vizuri, akiwa na afya njema.